Wakati nikiwa njiani jana usiku kuja huko Masasi, nikapewa taarifa kwamba kwenye mitandao ya kijamii kuna kauli ya msajili wa vyama vya siasa na kwamba amempa katibu mkuu wa Chadema wiki moja ili katibu mkuu atoe majibu juu ya barua ambayo yameandikiwa na ya mwanachama mmoja wa Chadema kuhusu uhalali wa kikao cha baraza kuu la chama tarehe ishirini na mbili mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano kilichothibitisha uteuzi wa katibu mkuu wa chama, manaibu katibu wakuu na wajumbe wa kuteuliwa wa kamati kuu ya chama na usajili wa vyama vya siasa amelizungumza jambo hili kwenye kwenye vyombo vya habari, na kwa sababu amelizungumza kwenye vyombo vya habari, na mimi kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu, kabla hata haijafika hatua ya kuwasilisha majibu kwa waandishi kwake juu ya hayo ambayo ameshaanza kuyazungumzia kwenye vyombo vya habari, nataka niwahakikishie tu Wanachadema na, na Watanzania juu ya hiyo tuhuma ambayo msajili wa vyama vya siasa ameisemea ame, ame kwenye vyombo vya habari kwamba akisema kwamba tunapaswa tuwe tumepeleka majibu. Chadema inaongozwa kwa mujibu wa katiba, sisi tunaheshimu sana katiba ya chama, kanuni, maadili na itifadi ya chama ibara ya sita nukta mbili mbili ya katiba ya chama inahusu uhalali wa vikao vya chama, na ibara hii ina sehemu mbili juu ya akidi ya vikao. Hapa nitazungumza juu ya hoja ya akidi ya vikao. Sehemu ya kwanza ni ibara ya sita nukta mbili mbili e. a inayotamka maneno yafuatayo kutahitajika akidi ya asilimia hamsini ya wajumbe kwenye kikao halali cha ngazi ya kawaida. Alafu sita nukta mbili mbili b inazungumza akidi nyingine, lakini vikao halali vya kurekebisha au kubadilisha katiba au vya uchaguzi na sera na chama vitahitaji akidi ya asilimia sabini na tatu. Kwa kuna akidi za aina mbili katika chama cha Chadema, kuna akidi ya vikao vya kawaida vya maamuzi na kuna akidi ya vikao vya maamuzi maalum, ambayo kwenye katiba yametajwa ni mambo yafuatayo: moja, kama kuna ajenda ya kubadilisha katiba ya chama; pili, ajenda ya uchaguzi wa chama; tatu ajenda inayohusu kupitisha sera za chama. Kikao cha baraza kuu cha tarehe ishirini na mbili mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano hakikuwa na ajenda ya uchaguzi, kwa sababu nakumbuka, na hili nilieleza vizuri sana mbele ya baraza kuu, baada ya kuwa katibu mkuu, nimepokea rufaa juu ya uchaguzi wa wajumbe wa kamati kuu wa kuchaguliwa. Ajenda ya uchaguzi ikawa si sehemu ya ajenda ya kikao cha baraza kuu cha tarehe 22 mwezi Julai mwaka 2023. Baada ya kuondoa ajenda ya uchaguzi, kikao kikaendelea na ajenda za kawaida ambazo ni kuthibitisha uteuzi wa katibu mkuu na manaibu wake na kuthibitisha uteuzi wa wajumbe wa, wa kamati kuu waliokuwa wamependekezwa na mwenyekiti. Ajenda hii, ajenda hizi za kawaida zinaongozwa kwa mujibu wa katiba ibara ya 6.2.2a kwamba akidi ni asilimia 50 katika kikao cha baraza kuu cha tarehe 22 mwezi Julai idadi ya wanachama viongozi waliokuwa wajumbe wa baraza kuu ambao walisaini wenyewe, sio tu kwa kuandikiwa majina. Bahati njema sana kwenye kikao kile cha baraza kuu, kila mjumbe aliandika jina lake kwa mkono wake mwenyewe, cheo chake kwa mkono wake mwenyewe, eneo lake anayotoka kwa mkono wake mwenyewe, nambari yake ya simu kwa mkono wake mwenyewe, na akasaini kwa mkono wake mwenyewe. Jumla ya wajumbe mia mbili thelathini na nne sawa na asilimia hamsini na sita nukta nane walihudhuria baraza kuu, na tunao ushahidi wa mahudhurio yao. Wanataka kuambia wanachadema na Watanzania muwe na amani na muwe na imani. Mchezo huu haramu unaohusisha ofisi ya msajili na baadhi ya watu ndani ya chama, mbinu hizi haramu nataka muwe na hakika tutadhibiti, kama ambavyo tumedhibiti mbinu nyingine harafu ambazo takabiliana nazo, kama kama na nilisema awali kabisa, jambo hili lilipojitokeza kwamba mambo haya yanafanyika kutaka kukitoa chama kwenye ajenda kuu ya chama na ajenda kuu kwa kweli ya taifa ya no reforms, no election bila mabadiliko hakuna uchaguzi kwa wanachadema pote nchi nzima na watanzania msikubali kuondolewa kwenye ajenda kuu tuendelee na mapambano ya no reforms, no election bila mabadiliko hakuna uchaguzi na kwa msajili wa vyama vya siasa, kwa kuwa ameamua kuzungumza na vyombo vya habari, ofisi yake imeamua kuzungumza na vyombo vya habari, msajili wa vyama vya siasa awaeleze Watanzania naiialewa tunaheshimu katiba yetu, lakini msajili huyu ni mteule wa watawala. Awaeleze Watanzania alikuwepo kwenye mkutano mkuu wa CCM wakati CCM inakiuka katiba ya CCM, kwenye kumpitisha mwenyekiti wa CCM Rais Samia kuwa mgombea urais pekee, kwenye kumpitisha mgombea mwenza wa urais, msajili wa vyama vya siasa alikuwepo, ofisi yake ilikuwepo kwenye hicho kikao. Awaeleze Watanzania ni hatua gani mpaka sasa msajili wa vyama vya siasa amechukua dhidi ya CCM, na Rais Samia na viongozi wengine wa CCM Dodoma. Na msajili huyu huyu wa vyama vya siasa kwa kuwa ameamua kujitokeza mbele ya vyombo vya habari, awaeleze vilevile Watanzania na ajitokeze, aseme ni hatua gani amechukua dhidi ya CCM baada ya msemaji wa CCM kutoa tuhuma za uongo na za hatari kwa kweli zenye kuvunja sheria na kuzua taharuki kwamba kampeni ya Chadema ya tonetone tone, ya kukusanya michango ambayo Watanzania wote tunaomba mwengewe kuiunga mkono sisi, imetoa madai ya uongo kwamba Chadema inachangisha fedha kwa ajili ya kwenda kununua virusi vya vya e, Ebola na mpox, na mambo mengine yanayoshabihiana no na haya. Sasa madai haya ya uongo, msajili wa vyama vya siasa anafahamu kwamba Nilikucha mtumia hiyo video ya Amos Makalla, msajili ajitokeze mbele ya wa watanzania aeleze amechukua hatua gani dhidi ya Amos Makalla na CCM kwa kutoa tuhuma hizi za uongo. Msajili wa vyama vya siasa aseme, mbona mbele ya doveambani ametoa siku ngapi kwa Amos Makalla kujieleza na hatua zipi ambazo amechukua juu ya Amos Makalla. Kwa watanzania wote nasisitiza kwamba tujikite kwenye ajenda kuu ya taifa: no reforms no election, no reforms no election, no reforms no election, no reforms no election. Kuna sababu nyingi sana za kusema kwa nini bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wakati nazungumza na nyinyi hapa kwenye mafunzo ya ndani viongozi wengine wakuu wa chama wakiongozwa na mwenyekiti na makamu mwenyekiti wako kwenye mapambano ya jukwaani kupitia mikutano ya hadhara na nyinyi sasa, wako kanda ya Nyasa. Sisi tunakuja kuendesha mafunzo, maandalizi yataendelea. Mapambano haya ya mikutano ya hadhara yatafika vile vile kwenu, kanda ya kusini, mpaka kieleweke. Basi kanda ya kusini tutazunguka kanda zote za nchi hii kuwaunganisha watanzania kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Madhara ambayo tumekwisha yapata kama taifa kwenye chaguzi za ovyo, uporaji wa demokrasia kwenye uchaguzi wa vijiji na vitongoji elfu mbili na kumi na tisa, uporaji wa demokrasia kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini, ubakaji wa demokrasia uliotokea kwenye uchaguzi kinachoitwa uchaguzi wa tarehe ishirini na saba Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Tumesema hali hii imetosha. Tunataka mabadiliko ya kikatiba na ya kisheria na ya kikanuni na ya kiuongozi na ya kiutendaji yatakohakikisha chaguzi huru na haki katika nchi yetu bila no no no reforms no no no no no mabadiliko Hakuna uchaguzi bila mabadiliko. Bila mabadiliko, kwa hiyo msajili na wote wanaotumika tunataka kwanza, kama ofisi ya msajili ingekuwa inazingatia sheria, inazingatia mamlaka ya ofisi ya msajili, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ambayo inajiita eti ndio walezi wa demokrasia, eti ndio walezi wa vyama vya siasa, ofisi hii ndio ingekuwa mstari wa mbele kuungana na Chadema katika no reform no election. Madara yake ofisi hii inatumika kama kichaka cha kuishambulia Chadema. Sasa sisi tunajibu mashambulizi. Naendesha mafunzo hapa, narejea Dar es Salaam. Bado na safari ya kwenda kuendesha mafunzo kanda ya kati ya mikoa ya Dodoma, Singida, uh, Morogoro, kanda kwa maana ya mikoa ya Dodoma Singida, Morogoro, takwenda kanda kwa kanda kuendesha mafunzo, lakini pamoja na kuendesha mafunzo, wakati tukiendelea na mafunzo maelekezo, kukagua uhai wa chama kupitia vikao vya ndani, timu zingine zinaendelea na mashambulizi kupitia mikutano ya hadhara. Pamoja na kuwa kwenye mzunguko huo mikoani, lakini tuhakikishie tu wana Chadema kwamba uh, jitihada hizo zinazoendelea kufanywa tutazidhibiti kwa haki kabisa, kwa kuzingatia katiba, kanuni, bado litufati ya chama na mwelekeo wa chama kwa jumla. Asanteni sana, nimefungua mafunzo haya, hotuba ndefu ya ufunguzi ili tujikite zaidi katika mafunzo kwa mafunzo haya yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana.